Wa vyama vya upinzani wameombwa kukubali marejeo ya uchaguzi na kujitokeza kwa wingi kupiga kura ili kutimiza misingi ya demokrasia nchini. Hafsa Zuber na taarifa zaidi Baadhi ya wanachama wa CCM wameeleza hayo mara baada ya kumaliza dua ya kuiombea nchi amani katika kipindi hiki cha kusubiri marejeo ya uchaguzi. Dua iliyosomwa tawi la CCM Regeza Mwendo, wamefahamisha kuwa suala la kurejea kwa uchaguzi ni jambo la kawaida, na isiwe sababu ya kutoelewana na kuwa chanzo cha kuvunja demokrasia ya kweli, ambayo ndiyo msingi wa maendeleo. Chode chonde, vijana, wananchi wote tudumisheni amani, tuendeni katika kupiga kura tukiwa hali ya usalama na ujuua. Na hata vyama vyengine, natoa wito wakubali kurudia uchaguzi kwa sababu hii ni demokrasina. Waomba wanawake wenzangu wawe watulivu, tusikilize maneno ya tume itakapopangazi watutarehe tuendele tukapige kura ili kuepukana na vurugu. Katibu amani nchi yetu wa UWT jimbo la Mwera, Bi Mwanahamis Idi Hamis amesema upo umuhimu wa kujenga utamaduni wa kuiombea dua nchi ili kuondokana na majanga, maradhi pamoja na kutunza amani iliyopo na kuwasisitiza vijana kuacha kusikiliza propaganda chafu zenye lengo la kuwayumbisha, lengo ya kurejea tena kwenye uchaguzi kwa marejeo, ili turejee kwa salama na amani. Na na mawasa, wanachama wa chama cha mapinduzi pamoja na wananchi kwa ujumla, tusikilize maneno tu ya kuambiwa na watu, tusubiri maamuzi ya tume. Hatima yake turudi kwenye uchaguzi, tufanye uchaguzi kwa salama na amani. Nikiripoti Hafsa Zuberi wa ZBC.